watafuta sababu <laughs> bwana, karibu sana hapa 69 Media, tunakaribisha kwa mamkizi mema kabisa ya karibu. Wassalamu alaikum eh, mm. ukaribie sana hapa, tuna taarifa nyingi sana za kupiga na wewe za moto za moto kabisa. Update tunakuletea zile mm. ambazo ulikuwa uzifamba hapa kwenye 69 Media. Ya kwanza taarifa ambayo imebamba leo ni kubwa kabisa bwana. Diamond Chibu na Masimba Dangote, CEO wa WSB mm, kaposti picha zake kwenye ukurasa wa Instagram, picha nyingi wow, nyingi sana mm -hmm. Kwao watu wakawa wanaswipe, wanaswipe, wakutana na video moja ameiposti akiwa na Harmonize, Conde Boy, mzee wa <laughs> hey, yao yao boyyaoyao ah, hey, akawa ameposti video bwana wako wote mm -hmm. Ile ilikuwa Trace Zenji kule eh, kwenye zile tuzo ambazo baadaye watu nisaille. Wakasema nisaille. Wakasema tuzo watu wamegaiwa kama sandakalawe, watu walipewa walipewa. Yes. Uliona tukawa wamepewa tuzo juu pale watu wameandikwa <coughs> kwenye mabango. Hey, ah. Ndio lakini. Yes. Zimepewa kuna mtu pale amekosa ambaye. Kwa nini zimepea? Kwa nini? Kwa nini wasingetengeneza mazingira ya kuwapa sehemu nyingine kama pale kwa kuna walaki atuleni huku tu wape tuzo zenu na, na wamezingua. Ameposti hiyo video wakiwa wamekutana, yani kama kuna sehemu ya njia hivi kama walikuwa wanapita, lakini sasa kwenye kupita Diamond alikuwa na gengeng gengeng, uh -huh. So, gengeng uh -huh. kunyuma kina alijipanga, alitengeneza kama yake, najua eh. Na ukumbuke alikwambia nataka awe nani, mtu mkubwa mm, sio so, Tanzania duniani ah, na kwa... duniani namba moja eh, kwa anatengeneza mazingira ah, yale mapema. Sasa lazima yani eh, uwe katika mfumo ah, kama ujengea kwenye mfumo, kuna njia zima uwe unapita, kwa hiyo ndo akapita pale e. na niniaaii akapita pale sababu sikukama yakwakobaua mwenyeeakumbuka aliingia na kagari fulani na mwembe nyingi liahai ukipita hivi lazima upige nazo picha, utake usitake, lazima upige picha na gari za Mondi. Hatari. Ni bwana kwenye kusalimiana pale huku na huku, ila ile video eh, kwa mtu ambaye ana maono ya mbele ya kama sisi, wakati Harmonize, unajua Harmonize eh, inaonekana eh eh, alikuwa hana gang wakati anapita kwenye ile njia, ila Diamond alikuwa na gang gang. Ndio sasa wakati Diamond anatembea, ndio Harmonize inaonekana yeye ndo alianza kuzungumza huko baada ya kumuona Diamond, kwamba Harmonize ndo alianza kumshobokea mwenzake, kumshobokea mwenzake sasa wakati ana Harmonize anasogea kumpa salamu Diamond, Diamond, kuna bodyguard pale. Kama umeshuhudia ile video vizuri, Onesimo alikuwa pembeni, kuna mwingine huwa unamnona sana. Hey, huyo Kuhu... hey, hey. Jamaa siku hizi naye anatengeneza ile aonekane ya na yeye anataka apate chuo kama. Sasa yuo jamaa alichokifanya wakati Harmonize alikuja kama aliweka aliekagogni kama bwana bwana, hapana hapana, si anafanya kazi yake ndio. Hii kazi yake ni kuzuia mtu kuto kuingage na nani, na bosi bosi. Na kwa hiyo kati ya Harmonize anakuja akamwekea ukuta ukuta, bwana mtulia. Sasa mimi nikasema bwana Kweli, hata kama ndio kazi yako, yule amonaisi bwana kwamba kuna watu mfano mm. kama angekuepo, shabiki unajua, si shabiki tupewagi sana shout out eh, msanii msanii, lakini msanii kwa msanii, eh, una um, tunajua huyu si anakuja msa kwa ajili ya kumpa hai kwa sababu mb... wale watakuja kufanya kazi pamoja kwa mm. lazima pamojaama eh, una, unatengeneza mazingira fulani tu rafiki bwana arafiki eh, unasogea kidogo, anamsalimia boss maisha, lakini alimzuia. Sema kitu kingine unakuta alilinda brand. Eh? Eh, hey, aenda brand. Unajua, hata kama wewe huwe na wasanii sijuu nini, ukiwa mkubwa ni mkubwa siku zote. Unajua, mkubwa ni muni mkubwa. Ni mkubwa. Lakini, lakini lakini Harmonize ni mkubwa jamani. Aa, eh, tuseme kwamba hata kama bodyguard kazi yako anakuzuia, ila mi nimependa Mondi pia akaonyesha ile respect kwa Harmonize yeah. Amempampa, anaondoka e, e, eh, ku kuchangamka mpaka naondoka kule Zenji unaona, walipokutana Harmonize na Alikiba, muda muda fulani fulani ni yeah, ule fulani, yani yani yani yani hey, hey, lakini lakini lakini kwa kwa kama kama ka short hey, tu hey, pita pita tu pita moment lakini... yeah, yani. Lakini... Charlotte, sababu anaonyesha ile respect. Unajua, hapo katikati katikatini ya Harmonize aliomba ya yaishe, hmm, kama kamkosea naye, maanake wameonyesha ile okay, things are good, vitu viko fresh kabisa, hakuna mwenye Usho, kinyongo. Yeah. Yeah. Kinyongo watajua, na ah, wajua, mambo. Kinyongo. Kinyongo kama watajuana wameamaliza. naaaizayaish huku yani wa safini na hey, hamu sana. Hiyo inakuja. So hiyo ilikuwa ni story nzima ya Diamond Platinums ku post video ambayo alikuwa anasalimiana na Harmonize. Lakini story nyingine ambayo tuko nayo leo ni issue nzima ya Totobadi Mario. Mario. Ba ah. Okay, baba, Mala. Hatari sana jamani. Mm. Mario huyu kafunga midomo vijana ambao wanaamini kwamba wamefanikiwa, lakini mafanikio hawajatekeleza. Unajua, unapofanikiwa maana yake unatengeneza jana yako ambayo ilikuwa ina viraka iwe na nguo mpya. Ndio e, mafanikio yanakuwa hivyo. Na wengi sana wakipata mafanikio wanasahau walikotoka. Kabisa. Yaani mtu yeye ya anaangalia mbele tu, angalieni nyuma alipotoka. Akumbuki kabisa. Ndiyo, lakini Bwana Mario kupitia ukurasa wake wa Instagram leo ameshare na sisi ya kwamba Ah, amemjengea mama yake mzazi mjengo wa maana sana, sana. Yani, mjengo wa maana sana tena na tena, ndo kila kitu lakini pia uzao muhimu sana, yani eh, sana. Nimeamini ukiwa una mtoto ni mafanikio kabadilika. Mario kawa na hela pesa nyingi sana. Nimi, umeanza, ukiwa, umeanza, ukiwa, umeanza, ukiwa, umeanza, ukiwa

Paula hana mbambamba ana kweli saizi, katulia. Hata mitandao ya kijamii ukimwona, ni naona hata insta pale picha zake kapunguza zile ka kama mama. Ka mama kabisa yani. ne nie roho yangu mimi inauma hiyo. Na ingipata watoto acha ah! Ah, kabisa Kameraman wetu nzuri pia na watoto pale kwao wanashare na sisi juu e, ya ya experience kuwa na mafanikio, inabidi atupe ujuzi e, ujuzi eh. Kwa hiyo bwana Mario, ndio hivyo ameshare kama mjengo wa maana sana, lakini pia aliandika ujumbe ambao sisi tuliona kwamba ni ujumbe fulani kwa mtu ambaye kweli eh, hey, alipitia maisha ma um. Ngoja hii hapa ujumbe wake huu hapa, ameandika kwa ajili ya mama yake kipenzi so, hapa ameandika yakepameandika uh, hapo bwana, utakata kidogo mawala, ujumbe wenyewe siuoni. Kwenye ujumbe hapo utakata kidogo, kidogo. Ameandika, nikikumbuka tulivyokuwa tunaishi kwenye kichumba kimoja cha elfu kumi na tano kwa mwezi familia nzima maeneo ya Kiwalani minazi mirefu, basi naamini utafurahi kuishi hapa mama yangu kipenzi, ukiwa kama mama mwenye nyumba yako. Mungu akupe maisha marefu mama. Vikubwa vinakuja, alafu mwishoni akamaliza na Nadia mama nakikopa juu Masha Allah, masha Allah, masha Allah! Malio jamani Mungu ampe nini, ampe nini kijana ah! Kaamua kumjengia mama wake mjengo wa maana. Kama namwona mama ake Malio huko aliko. So finishing ya, ah. So finishing ya. ya kumita fundi Richard ah. Finishing ya kampuni, finishing za fundi Richard fundi, fundi Mike afu na finishing za kampuni. Ndomaana unaambiwa ukiwa na mtoto wa kiume mm, wa kwanza wasimanga.

nyumba ya mama ya kwake yani ya mama ya naaopoaiyo yani ya yeah, haipendezi ka ah, so me so na kama kuna uwezekano wa kujenga mjengo kwa ajili ya bi mkubwa au mzee ambao wamefighti wame paka umefika wame hapo basi fanikisha tu limradi hata mzee naye akikaa kwenye nyumba ambayo umeijenga basi akiomba baraka zinakuja nyingi. mm -hmm. Sana hapo hapo adabu kamjengea nyumba mamake. baba. mm -hmm. ya baba so yake sijui mikaaji hivi ni mwenye yupo? Nakuuliza, nimeona pale mama tu sasa. sijaona yeah. Mamake nilitegemea aandike wazazi. Aha, sasa kama kama akaandika walikuwa na kaa chumba kimoja na mama yake Maybe labda ishu ya baba tutaiulizia vizuri mm, ili tujue, lakini eh, eh, tutaiulizia ishu ya baba imekaje, kama yupo ama eh, Oye, ale, ale, ya, ya bwana mm, bwana nani, bwana bwana <laughs> eh? bwana bwana <laughs> katuchanganya kwenye ishu za mzee katuchanganya sana nani, lakini tumeishi nayo mpaka leo <laughs> na tunakuwa nayo <laughs> Bwana, hizo ndo stori ambazo tumekuja nazo so, siku ya leo stori ya Diamond Platinumz na Harmonize. Diamond amempost Harmonize, so unaweza kushare na sisi kwenye comment pale YouTube ukaandika juu ya hili jambo ambalo lime happen siku ya leo maoni yako, lakini pia unaweza kushare na sisi mtazamo wako pia ehe, juu ya jambo la Mario kumjengea mama yake nyumba au na wewe adabu unaishi nini? yeah. Ukipata unajua, kuna mwingine una uwezo wa kumjengea mamako nyumba mm. Lakini unaweza ukafanya kitu cha kitofauti mm -hmm. Kumsaidia mamako, mamako akajivunia kweli hapa na mtoto eh yeah, kweli hapa na mtoto yeah. Malio kamjengea mamake nyumba, wewe unaweza ukatuambia kupitia mtandao yeah. wetu wa kijamii, wewe unaweza ukamfanyia kitu gani? yeah. Mamako akajivunia ah. Kuwa na wewe n yani, mimi nikipata fedha mimi mamangu atafurahi sana. mjitu mekao kwenye anaanza kunulia tu abaya anakunua <laughs> abayasuuu mwaze mama yako kwanza, hasa familia wazee eh? abaya nini, abaya ya nini bado Ck. bado mulia baya bimkuu mlia baya eh, acha mambo yako mama wanazingua eh. Basi bana, sisi tuna sign out kwa style hiyo hapo lakini ifika pale YouTube Yeah. Hey, subscribe, bonyeza alama kengele kwa kwanza kwa kupata kwa taarifa zetu kwenye video zile, like, comment na kushare. Taarifa ni nyingi sana na sisi hatukuachi ukauke maana tunakuletea vitu vyote updates zote zinazo trend mitandaoni tunakusogezea kwenye meza yetu ya umbea. I go by the name of Ali Adabu 13. The only one pipipi. Signing out. Pa, pa, pa, pa, pa.